Raila Odinga alisusia uchaguzi huo mnamo Oktoba 26 mwaka wa 2017 na kumpa nafasi Uhuru Kenyatta kunyakua urais kwa asilimia 98.3 ya kura zilizopigwa. Lakini Raila hakuachia hapo. Kwenye hafla iliyoandaliwa bustani ya Uhuru, kiongozi huyo wa ODM aliapishwa kama rais wa raia. Wakili Miguna Miguna aliongoza uapishi huo na kufurushwa nchini muda mfupi baadaye. Mnamo Machi mwaka 2018, Mheshimiwa Raila na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta wakaunda serikali ya mseto baada ya hansheki iliyobadili tena siasa za taifa. Inawezekana. Jaribio lake la mwisho lilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili ambapo rais William Ruto alimpiku. Hii ilikuwa mara yake ya tano kushindwa, na licha ya kwenda mahakamani, ushindi wa William Ruto ukaidhinishwa kwa mara ya tano. Mheshimiwa Raila <muchu> Aliweka wazi azma ya kuwa rais na kwa mara ya tano, azma hiyo ilizimwa, licha ya upendo wake kwa taifa. Majaribio hiyo matano yalidhihirisha moyo wake wa matumaini ya kubadili taifa la Kenya. safin achen uma runinga